lahu kiflun minha, na mtu yoyote ambaye atakayesaidia katika maovu katika ubaya katika dhulma katika khiana apate kujua hiyo sehemu ya hiyo mzigo yeye pia atabebeshwa. Wa kana Allah ala kulli shay'in muqita, na Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala juu ya kila jambo ni mwenye kuangalia kwa macho ya karibu. Mwenyezi Mungu anazihifadhi, anaifuatilia kwa karibu zaidi. Hakuna jambo ambalo Mungu anaifuatilia kwa macho ya karibu kama muislamu leo kumsaidia ndugu yake Muislamu, kama muislamu leo kuwasaidia binadamu wenzao, hata kama si Muislamu. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam akaeleza katika hadithi iliyopokelewa na Anas bin Malik, ambaye ina riwaya nyingi hii hadithi. Mtume anasema, inna minan nasi nasan mafatihun lilkhair kuna binadamu hapa duniani ambaye ni watu, kuna watu ambaye ni watu, sio kila mtu ni mtu. Wamebeba ufunguo wa kheri katika maisha yao mali, popote alipo watu wanafaidika naye. Wa maghaliku lishar, na wamebeba ufunguo wa kufunga shari katika maisha ya watu, jambo lolote la hatari ambaye itawapata watu, yeye ndo mstari wa mbele kwenda kuwaokoa kwenda kuwaondoa ndani ya dhiki yao kwenda kuwatatulia matatizo yao. wa inna minan nasi nasan mafatihun lishar wa maghalikun lilkhair. Na kuna watu miongoni mwetu wamebeba ufunguo wa shari katika dunia hii hawana khair yoyote, na wamebeba ufunguo wa, ufungu wa kuwafungia ya kuwafungulia watu maovu katika dunia. Mtume anasema fatuba liman wajada fi yadayhi mafatihun lilkhair wa wamaghaliqu lishar wape khabari jama watakaopatikana, wa katika mikono yao wamebeba ufunguo wa khairi katika maisha ya watu na wamebeba